Toka Rais Trump aweze kuweza kuanza kutawala katika e, awamu hii ambayo ameko kwa sasa hivi, kumekuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikitokea katika e, uongozi wake, na mara baada ya masuala mazima ya vizuizi vya nchi nyingi sana kuweza kufeli kuweza kuingia katika e, nchi ya Marekani au katika taifa la Marekani. Sasa utawala Rais Trump pia umeweza kufikiria kuweza kuongezeka e, kwa vizuizi vya kusafiri kwa kuzifanya nchi nyingine 36 ikiwemo Tanzania zikiwekwa kwenye orodha ya nchi e, za kuweza ku chunguzwa zaidi na ambazo raia wake watazuiwa kuweza kuingia Marekani. E bana, e, nini s ambacho kikuwa kinaendelea. Taarifa zinaendelea kwa kusema kuwa japokuwa, e, bado serikali ya Marekani haijatoa tamko rasmi kuhusu nchi hizi 36, ipo barua ya siri iliyovuja kutoka mamlaka za Marekani ambayo vyombo vya habari vya Marekani ikiwemo e, Reuters na Washington Post vimeiona ikitaja nchi hizo 36 ambazo zinaweza kusitishwa moja kwa moja au kupewa zuio la muda fulani la raia wake kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Sasa nchi hizo 36 eh, ni pamoja na Tanzania, Angola, Out, Out Girl, na Outgirl na Burbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, eh, Cape Verde, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Nomanika, Ethiopia, Egypt, Gabon, The Gambia, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, St. Kitts and, and Nevis, St. Louis, Sao Tome and Principal, Senegal, South Sudan, Syria, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia na Zimbabwe. Bana kuna nchi nyingine ni noma sana, hayo majina ni noma sana. So ni moja kati ya nchi ambazo pia zimeweza kuzuiliwa kuweza eh, kuingia eh, katika taifa la Marekani. Miongoni mwa wasiwasi ambao Marekani imeutaja kuwa ni vikwazo ambavyo nchi hizo 36 zinapaswa e, kushughulikia ndani ya siku sitini ni pamoja na nchi hizo pia kushindwa kushirikiana kikamilifu na Marekani katika e, kurahisisha uondokaji wa raia wake e, kutoka Marekani ambapo walikuwa wametakiwa kuondoka, wakiwemo wa raia wa nchi hizo ambazo wamezidisha muda wa viza waliotakiwa kuendelea kukaa Marekani na hivyo kubaki Marekani kinyume cha sheria baada ya kurudi makwao overstaying tunaweza tukasema kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia eh, sababu nyingine ni serikali za nchi zimeweza ambao pia zimeweza kutajwa ni kukosa uwezo wa kushindwa kutoa ushirikiano wa kutosha eh, katika kuzalisha nyaraka za vitambulisho zinazoweza kuaminika na pia pasipoti za nchi hizo kuwa na usalama unaotiliwa shaka eh, kiusalama zaidi. Sasa taarifa zinataka kusema kwamba sababu nyingine ni raia wa nchi hizo eh, husika eh, katika matendo ya ugaidi nchini Marekani au kufanya matendo ya chuki dhidi ya Wayahudi na Marekani ambapo taarifa hiyo imekuwa wazi eh, kuwa hi, eh, kuwa sio na mapungufu yanayotajwa na yanayogusa katika nchi hiyo ikiwemo kuweza kurudishwa na bali kila nchi moja au zaidi kati ya yaliyotajwa na inatakiwa kushughulikiwa ndani ya siku tisini. Inasemekana katika moja kati ya hizo nchi ambazo zimeweza kutajwa, wananchi wake ambao wako kule kwa nchi ya Marekani, kumekuwa kuna matukio tofauti tofauti ambayo yakiweza kuendelea, ikiwemo e, e, masuala mazima ya E, masuala mazima ya ujambazi e, masuala mazima ya vita ambavyo vinakuwa vinatokea, tokea, baadhi yani yale matukio fulani makubwa makubwa ya kiuni, kiuni, yamekuwa kisababishwa na baadhi ya nchi hizo ambazo watu wake wamekuwa wakitajwa kutokea huko Marekani, ndio maana wameweza kutoa siku 60 ili kila kitu kuweze kukaa sawa. Sasa, yapi yataweza kutokea mara baada ya hivi vitu kuweza e, kukamilika? Watu ambao wako kule watafukuzwa? na je, watu wengine watazuiliwa kabisa kwenda katika nchi ya Marekani? Drop comment yako hapo. Umetisha kinoma noma.